ni atakabur ni kibri na kibri, vile tunajua ni miongoni mwa vazi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siamaanishi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavaa nguo, bali namaanisha kwamba kibri ni miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. sasa lao mwanadamu atakapochukua hiyo sifa ya mutakabbir awe ni mwenye kuivaa haitakuwa ni sawa. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinazuia dua kujibiwa ni kuwa na kibri. Sawa, unafanyia kibri watu na tu Mwenyezi Mungu atuweke mbali na kibri. Mandugu zangu, kibri ni mbaya sana kibri inaangamiza mtu. Kibri inamaliza mtu. Nafikiri Waswahili wanasema katika, katika Kiswahili hatukuambii na hatukuelezee wakati ambao kwamba unapokwenda, hatukuelezee, lakini wataka, wakati ambao kwamba utakaporudi ndio tutakuelezea. Kibri huwa inafanya mtu yupo, pole polepole anaanza kujiona, ana jiona, ana, katika kiwango ambacho kwamba anasema hakuna mtu kama mimi, hakuna mtu mfano wangu mimi, hakuna mtu zaidi yangu mimi. Kiburi ndio kuwa inafanya vitu, utakuwa na kila kitu au ukose kuwa na kila kitu, lakini kiburi ndio ni mbaya sana. Sasa, kwa hivyo unaweza fanyia watu kiburi au unaweza mfanyia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kibri, yanamfanyia mtume na wasii wake, au kivyovyote vile. Hii kibri ni hali anakundia anakundia, ki ambayo kwamba Iblisi anakuundia wewe, anakuundia, na ni hali ya kishetani ambayo kwamba wewe mwenyewe ndiye unayejivalisha ambayo inakuwa nienye hiyo hali inakuwa nenye kutokamana na matamanio tamanio yako, usipo control itakupeleka pabaya sana ndugu yangu Muislamu, matamanio yako shahwa yako isipoikontrol itaku, itakupeleka pabaya, ambaye kwamba ndio inatokamana na nafsi na vitu kama hivyo. Sasa kibri ndugu yangu, ndugu yangu Muislamu, tujiepushe nayo. Kitu kingine ambacho kwamba ni ya saba ni kudanganyika na vitu vya kimada, kughururika na vitu vya kimada, yani kuingia kwa daera, kuingia kwa sakoli ya mada ambayo kwamba imo duniani. Mada ni mali, mada ni fedha, mada ni kila kitu ambacho kwamba kinahusiana na dunia hiki, kuingia ndani yake na kuzama katika dunia kwa kiasi ambacho kwamba inakudanganya kwamba hakuna kesho. Kwa hivyo kughururika pia inakuwa ni yenye kufanya mtu asijibiwe dua kabisa. Anasema katika hadithi Mtume sallallahu alaihi alih waalihi wasalam, la tartaranna bisalahik, yani hali ya kwamba wewe uko hali ya kwamba wewe uko, isiwe ni yenye kukudanganya hali ya kwamba wewe uko ile hali nzuri ya kimaisha, isiwe ni yenye kukudanganya, isiwe ni yenye kukughuri na isiwe ni yenye kukupoteza nje. Anaendelea Mtume anasema na pia na nini wa elimika na elimu yako pia isiweni wenye kukudanganya. Wakati mwingine utasoma utakuwa ni mtu mkubwa katika jamii, katika sehemu ambayo kwamba wanafanya kazi hiyo, hali kwamba wewe uko, sio ni wenye kukuhuri. Pia na nini nyingine, na wabirik na mambo yako mazuri, ibada yako kumbe unafanya siyo yenye kudanganya. Maana wakati mwingine pia utafanya ibada lakini, kumbe ibada pia inakuwa yenye kudanganya. Ndugu yangu Muislamu, tusidanganyike na chochote. Kisha anasema wa ibada, na pia ibada yako, kumbe na uko yenye kuifanya isiyo yenye kudanganya, ndipo wakati ambao kama utaingia katika trap utaingia katika E, katika mtego wa kudanganywa, basi hapo utakuwa umedanganyika utakuwa umeingia katika huyo mtego na itakupoteza njia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio vitu ambavyo kwamba pia inazuia dua e, kujibiwa. Sasa tutataja saizi eh, makundi mbalimbali mbali, wale ambao kwamba wamekuwa ni kughururiwa na kuingia katika janga hili la kughururiwa. Ya kwanza kabisa ni makafiri ambao kwamba wameingia katika janga hilo. Ya pili, watu wa pili ni wale ambao kwamba wanamwasi Allah Subhanahu wataala Ta'ala. Hata katika waumini pia kuna wale ambao kwamba wanaomwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakisema kwamba sisi tunamwasi Mwenyezi Mungu, tunajua Mwenyezi Mungu ni Ghafur wa Rahim, Rahman wa Rahim, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kutujibia dua yetu, atakusamehe na kudanganyika. Alafu ya mwisho wa mimi ni ahlul ilm, na miongoni mwa wale ambao kwamba wameingia katika janga hili pia ni wanachuoni. Mtu anajiona amesoma, mtu anajiona amefika katika marhala ya juu, yani katika level ya juu hivyo anadharau wale ambao kwamba wako chini, anadharau huyo, anadharau yule, anadharau yule, haifai. Na pia ambao kwamba pia katika zama hii hizi, wengi wameingia katika mtego huo, ni wale ambao kwamba wanaotoa mawaidha, anajiona anatoa mawaidha vizuri, ana watu ambao kwamba wanamsikiza, ana huyu ana yule na yule na yule Akipanda kwenye memba watu wanampigia makofi wengine wanampigia sala watu wengine wanamswalia Mtume, anadanganyika. Kwa hivyo, atakapodanganyika ndo ana, anaanza kusema vitu ambayo kwamba havifai, anaanza kuwa mtu ambe kwamba hafai tobe. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuepushe na, na maswala haya ambe kwamba hayapo.